Naam, mtazamaji wa Trend TV eh bwana, kama tulivyozungumza katika video iliyopita kwa kitu ambacho amekifanya Harmonize, eh bwana, hicho pia ndicho ambacho kimefanyika kwa upande wa Kajala, jambo ambalo watu wengi sana wakuwa wanalitarajia anytime soon, lakini ndo hivyo limesha happen, na ni kitu ambacho watu wengi sana ambao ni mashabiki wa hii couple ya Harmonize na Kajala wamefurahia kweli kweli, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba couple ya Harmonize na Kajala ni moja kati ya couple ambazo zimetikisa sana hapa mjini na ni couple ambayo ina mashabiki wengi na watu wengi sana wanapenda kumuona Harmonize akiwa yuko Bennett, yuko Close na mwanadada Kajala Masanja. So, kila wakiachana, watu wanaombaga warudiane. Wakirudiana, wengine wanaanza kusema kwamba hawaendani. So, mambo yamekuwa ni mixed feelings, lakini kwa ukubwa, kwa asilimia kubwa almost asilimia 380 ni kwamba Watanzania wengi sana wanaipenda sana kapo ya Harmonize na Kajala. Sasa kutokana na hivyo basi, tumeona Harmonize ameshafanya juhudi nyingi ni kwamba finally tumejibiwa, tunaweza kusema hivyo au maombi ya mashabiki wa hii kapo yamejibiwa na Kajala mwenyewe, baada ya Kajala kumposti Harmonize katika ukurasa wake wa Instagram pale katika Insta story, jambo ambalo huaga hatujaliona kwa muda mrefu sana. Lakini finally at the end of the day ni kweli limehappen. Sasa basi kitu ambacho tumekiona bwana, ni kwamba E, tumemwona Harmonize amepostiwa na Kajala pale kutokana na kwamba Harmonize ametumika kama, e, katika video mpya ya wimbo wa Maro, ambao anaelezea jinsi ambavyo anavompenda binti yake ambaye ni Amara, na tunafahamu kwamba Mara e, ambao huyu Amara ni mjukuu wa sasa Kuelekea katika hiyo birthday, Mario amefanya, ameachia nyimbo ambayo inahusiana na jinsi ambavyo yeye anavompenda binti yake. Sasa katika hiyo nyimbo bwana, katika video yake Harmonize ameonekana humo na akajala ameipost hiyo video. Kwa hiyo kuna baadhi ya shorts ambazo zinamuonyesha Harmonize, ambazo hizo shorts zinapatikana sasa hivi katika video, katika hiyo video ambayo Kajala ameiposti katika story yake, ni kitu ambacho kimeonyesha jinsi gani ambavyo hii familia wamerudiana, imeungana tena kama ambapo hapa kuna page imekuja kuripoti amesema kwamba bwana, kwa mara ya kwanza leo Kajala amemposti Harmonize hapa, akaeleza kwamba kupitia ukurasa wa Instagram wake, Kajala katika Insta story ameposti kipande cha video inayomwonyesha inayoonyesha namna ambavyo mastaa mbalimbali wamepokea mwaliko eh, kuelekea siku ya she, kusherekea kumbukizi ya kuzaliwa kwa mtoto wa staa wa mziki nchini Mario na Paula anayefahamika kwa jina la Amara. Katika video hiyo iliyopostiwa na Kajala imemwonyesha Harmonize na kufanya watu wengi sana kuwa na maoni ya kuwa huenda sasa hivi atakuwa na maende, na maelewano mazuri na Harmonize, yani, wawili hao watakuwa wana maelewano mazuri. So Kajala actually, nadhani tumezungumza katika hao wawili, wanaweza kuwa wamesharudiana tayari kisiri siri, au bado. Ndo update zaidi.